Yote yanawezekana, yote yanawezekana. Ingine si mara ya kwanza kupata somo hilo au kuifundisha, lakini mimi nina mpaka ni mpinzeloo isindaa alichotaka ni hicho: yote yanawezekana, yote yanawezekana na Mungu alivyo mwema, wa vijana wangu wakaambisha na wimbo ule ule ulisema, tukuite tukishindwa, nikuite Amen. Ulisema unaposhindwa ni kuite, na, na mimi leo ni mnakuita. So, alielekeza kwamba anachokipa hui ndicho ambacho anataka kufundisha. Amen. Atakucha Luka, Luka, Luka sura kwanza mstari wa 37. Luka 1:37. Luka sura ya kwanza mstari wa 37 nao unasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana a kwa... Kwa neno lisilowezekana okay. Hakuna neno siwezekano, yote yanawezekana. Amen, yote yanawezekana amen. Haleluya. Amen. Iyo neno ukinitazama ni kama dogo, lakini nimebeba mambo makubwa ya maisha ya imani ya mtu, ni fupi, halina mabomeli lakini ukishika kama nilivyo, ukubwa wake alibebeki. Kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu, basi hilo neno utaona lidogo, lakini ni kubwa sana. Limebeba kila kitu, limebeba mwongozo mzima wangu, limebeba mwongozo mzima wako wewe. Haleluya. Imebeba kila kitu cha Mungu. Yote kwa Mungu yanawezekana. Amen. Ile neno likiwa ni mwongozo wako. Ile neno likiwa ni kodi yako. Utashinda. Amen. Yaani utaifanya ndio kodi yes, yako ya kutazama au kusubiria. Utashinda. Yote kwa Mungu yanawezekana. Kwa wanadamu damu itashindikana, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa nihela itashindikana, mm, lakini kwa Mungu yote yanawezekana, mm, chochote kile ambacho nikitafikia kwa jinsi vinavyochuawe kwa vio vyote livyokuwa na jua maisha yako yamekubali, kaka sigaa, uliitumia akili yako ukafika mwisho, ukatumia uwezo wako ukafika mwisho, ukatumia nguvu zako zikafika mwisho, bado ukaomba na msaada kwa marafiki wakashindwa

Change your mind, wacha mtazamo wako change ya Yeah. Yeah. Fikira zako Yeah. Unajichosha kule. watu wanashindwa, watu mm. wanakata tamaa kwa mm. sababu wanabeba mambo wao kichwani, mm. hamuya wezi mm. wako. Wewe wezi chochote uta utakufa na presha mwambi uwezi utakufa na presha. Mwingine anakula sana ili apate nguvu, utakufa utavimbiwa wezi wezi hai kapona.

Yani kikombe kile kile kama anachanganyikiwa na kama zimeanisha. Kuomba na kuomba na chochote tu. Chochote tu. Wakati mwingine acha. Wakati mwingine sabuni yani nifai kama huvioni hivyo. Amen. Amen. Sijione kama hazipo leo vioni hivyo. Mm. Bana sifiwe. Amen. Ni hakuna kitu ambacho nilea kusahau kama mtu mmoja alinidhuru. Pesa nyingi. Uwezo wa kufanya chochote nilikuwa nao. Nilipambana mwenyewe nikapambana. Kufika mahala nikasikia sauti naniambia, huwezi wewe, hauwezi. Ndio mtu akudhulumu milioni ishirini na moja, milioni ishirini na moja, lakini kifikiria kuwezi. Alafu nisikilize sasa, nivoliko mara si kwa maana yeye ndiye anayelipa hela nikaipata, si nyingine tofauti. Alafu nikasikia naambiwa, ile yako ndio yako ndio. Mungu ana njia nyingi mno, Mungu ana njia nyingi mno. Amen. Kwa mimi tu yeye, ukitumia akili zako unaweza kutapoteza mambo makubwa ambayo anafanya kwa, na unaweza kupoteza mtu yani mkubwa mkubwa mkubwa. Tumia nguvu zako, utaisha njaa. Ukimtazama yeye, utashangaa. Oye, kwa hiyo usifikiri kwamba umepoteza. Mm. Mume wako humuone, usifikiri amepotea. Mungu, mm, atamleta upya. Amen. Anaweza kukuleta mwingine tofauti na huyo lakini kaleta mwingine ambaye ndio sahihi kwa. Amen. Amen. Amen. Mm. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tusiona watu kitu kadirisha kitu kikikutazama tu, tutapoteza imani, tutapoteza imani. Mungu atakitisha nipoka vita kanisa hili sasa, hakuna siri. pigwa vita kubwa kiasi kwamba ile kijatoa. Sasa watu wa shirika kana tamani, yani wamkamati wale, pigwa vita na sisi, yani chane chane, nitasema acha, usikomane naye ni mtu ambaye na maana ni ndio yetu ya alafu kamaje, ni chale chale, yani namuona anapita. Ilifikia tu wakati mwingine, mpaka na tunaabudu, anasimama pale mlangoni na atapigia kelele. Tulipokuwa kule, sio anasema yenye tulipokuwa huko, mpaka anasema pale mlangoni na macho. Wakati mwingine anapita, wakati mwingine anakuja, anazima taa. Yani nabii anakuja, anaingia papa, anasema, anazima taa Vita kubwa sana nilipa yeye Mungu maombi watu wafe, waliomba tuone anapigwa ukilema, watu waliomba wa Mungu anaweza kufaiva, ndo watu waliomba. Lakini kumbe Mungu alichokwenda kitengeneza, anatupasha moto mm. ili tupate kitu chetu wenyewe. Naona hayakuwa malengo ya Mungu pale. Bila ile kutumia kipashe, tusingekuwa na eneo kama hili. Amen. Iwezekana tuliona kama tumepoteza kumbe ndo tunaimalika zaidi. Amen. Haleluya. Amen. Tuna uwanja mkubwa. Sisi tumefanya mpaka hapa na tunakula kumbe. Amen. Amen. Na vingine vingine tutakula kumbe hapo. Amina. Amen. Amen. Kwa tumepata sehemu hii kwa sababu ya mtu aliyemtumia. Kwa mtu ambaye mwingine utamwona kwako anaharibu.

Bwana Yesu asifiwe. Nini cha kufanya ni kuamini kwamba kwa yote yanawezekana, chote kinawezekana, chochote kinawezekana. Hili ni shida ambayo imewakuta makanisa mengi, watu wengi, tena waaminio weu wa kuruzi hii, na Mungu wao, kwa sababu wanayapiga mambo wasioweza kuyapenda na hii nimepelekea watu kuacha hata ukovu, mtu kuona huyu Yesu sasa, mbona sione anachokitenda. Imefikia watu kuona makanisa, Mungu wa mataboia hatoshi hafai. Imefikia hatua ya watu kuwa ni wabadilifu, nabadilika, natoka katika hali ya kilo anaokuwa nayo, anaishi sasa kimwili. Haleluya, matendo yake anapeleka kimwili, si ya kuokoka tena hata

sio mpaka uchukue haya kujipaka. Amina, kuna mtu anapitia ana mafuta ya kupaka mm. lakini kwa sababu naye anaamua kupauka ana, hi hata sabuni hizi tujipaka sabuni nauaa, ukijipaka sabuni nawaka zaidi zaidi, hata mafuta au uwe ni mvumilivu, uwe na imani, ukishikilia neno moja kwamba yote yanawezekana nawezekana Bwana Yesu asifiwe. Imani ndio inayotupishanisha sisi na Mungu wetu, imani ndio inayokupishanisha wewe na Mungu wako. Hiyo imani inakupishanisha wewe na Mungu wako, kuikosa imani ni sababu ya kukupishanisha wewe na Mungu wako, na manake Mungu tulimpaa kwa imani, ukoutumiga kwa imani hauwezi ukampendeza mungu bwana asifiwe bila imani hakuna wokovu haleluya bila imani mungu hawezi kuwa na wewe mungu anataka watu wanaoamini ukisoma maandiko mwanzo mpaka ufunuo ni kuamini tu Amen. amini tu amini mm. tu ndizo zimejaa mle amini tu ndizo zimejaa amini tu ndizo zimejaa mm. haleluya Bwana asifiwe, ni kuamini tu. Kuna mtu unaweza kuwa unamuona hapo unamdhalau, lakini imani yake imesimama vizuri. Ukimwona unamwona wovyo ukamdhalau, ukamuona hanak, lakini akakuzidi, kwa sababu ana imani, kwa sababu ana imani akakuzidi, na kwa sababu imani ikambadilisha mazingira, akawa mtu mwingine kesho. Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Amen akawa mtu mwingine kesho. Bwana asifiwe, haleluya. Mtu mwenye imani ya kwamba inawezekana huwa haaibishwi hata siku moja, huwa haaibishwi hata siku moja. Jambo lake aliyomshikilia maadamu, anayo imani, na ndio linalomnyanyua kwenda mbali. Kwetu huko nyumbani kwetu, na niliwahi kusema hapa, kuna mazingira ulikuwa ukiyatazama unayadharau mazingira unayotazama unaaharaa, unaona haya mazingira, mimi kwenda kule kuagana, sifai, si mtu ambaye anatakiwa niingie mazingira. Na jina la mazingira la, la eneo ambalo linadharaulika, huwa ni baya, huwa ni baya. Nashindwa mpaka kulisema <laughs> hapa ile eneo lakini <laughs> yuko hapa anjua lakini, ataka kwa antakazungumza kwa sababu, katika mafundisho, jina la ile eneo linaitwa Mitako. Ufikiria, mtu unachukua sehe naita Mitako, situsi Mitako, mi tako ndio inavyoita jina. Aliyekuwa akienda kule na anayeishi kule ni watu wa ovyo. Mm -hmm lakini huwabadilishi imani yao kwa sababu kwa amani au naamini kwamba yote yanawezekana. Leo hii eneo na, na mm, le, hiliye, eneo la Mitako <laughs> ni eneo la matajiri. Aliyekuwa na eneo kule kakuwa na milioni ya hela, mtu ambaye alikuwa anavaa kingoo kikiangalia kakaambia, anaweza kuambia anavaa kingoo cha ajabu ajabu. Leo hii bilionia